Narudia huruma, hmm. Si tunaona huruma Simba kama, so tunachuki na yanga, tunaona huruma yule Dube, tunatamani tumseme leo, tunamwonea huruma Dube, natamani nimseme, ila namwonea huruma. Yani huruma Yanga makundi wameingia kweli, kwa juhudi zetu, baada ya kuingia makundi Yanga, ila naona huruma, unaseka Dube akakupetu ushindi pate pointi tatu, huruma, huruma Yanga sii tuhazime soa

huyu na kile amepagawa, ngoja kapagawa huyu kapagawa, unasikia umeshapagawa huyu kapagawa, unajua kapagawa. Ah, ah, oh, ah, kapagawa. Sababu ambayo ndio <laughs> maana walikuja kwanza na kauli mbiu yao, moja kwa moja inaonekana mi mpinzani, hiyo haina kificho mimi ni wataalamu wangu kazi yao wamefanya au hawajafanya, yeah. na nishawambia, dau liko milioni mbili mezani, kwa hiyo yeah. kazi ni kwao, baba, tunawalia machungwa karibu, hii hatuwaache, umenielewa? Kwa hiyo yeah. Leo mimi nimekuja hapa, akaniambia kabisa mtaalamu wangu nisikae mbali, nisikae mbali. Vitu vyake amesha viswichi amesha viweka sawa, saa kumi na mbili na fungu nimekuja nalo, navoisha game pap, wataalamu, natakiwa niwape mali yao milioni mbili. Kabla hujaja hapa, Mandala alisema kwamba jana juzi usiku mliwapigia mkaomba mbinu, ndio maana jana mmetoboa kati hevi. Ngoja nikuulize kitu nabisha, umenielewa? Leo hii nataka nikuulize swali na zuri tu swali zuri tu, hmm. halihitaji lolongo kati ya mimi na yeye, nani yuko makundi sasa hivi ya champion league, Mandala? Swali hilo. <laughs> Kati ya Yanga na Simba. Sawa. Makundi hajalewa, hajalewa sema. Huyu oui, kaingia makundi kwa hisani ya <laughs> <asimba. laughs> Hey, Simba <laughs> goja, umesikia? Oya, oya, ngoja kwanza mi nataka niwambie Mandala ni mshikaji wangu mpaka jana alikuwa ameniambia, Uchebe nyinyi mmemaliza mechi mpo makundi mm. Tunaomba vitu mri, mbinu mliyoitumia kumtoa Silver Striker, msiondoe hiyo miundo mbinu, tupite nayo umo umo na sisi tufike makundi Tanzania, tubebe sifa ya timu ngapi? Timu inne, nikamwambia tulia hapa kama hata, nabisha useme hapa Ah, useme taratibu. Ah, timu ya kwanza Tanzania, mm, kuingia Champions League group stage ni timu gani? Yanga. Wewe mwenyewe umeshakubali. Ah, timu ya pili tunavyozungumza ipo kwenye dua, yeah. Tunaomba dua za Mwenyezi Mungu <laughs> <Aangonja>. Ni timu gani? Umemwona Uchebe? Ngoja, ngoja umemona Uchebe. Uchebe namuliza swali rahisi, toka uzaliwe. Uchebe mdangu wa kuongea, nakuuliza swali moja. Wewe uliza. Toka uzaliwe kushabikia mpira Tanzania, ngoja kushabikia mpira Tanzania group stage angapo umeishuhudia wewe toka narudia, namuliza swali rais huyo. Uliza. Wao cheba na ndevu zako hizo, toka uzaliwe. Hii ni group stage angapo unashuhudia anga inaingia? Wewe umeona? ya saba. Ya saba. Na ndio Watulia tulia. Tulia. Group stage ya kwanza mwaka 98. Umenielewa? Tulia. Wewe Wao tiina. Tulia. Tulia.

Kauliza mpaka kesho kwambia kama yeye alikuwa ni nani? Kwa nani unakupa matilio juzi kwenye mpira ujue Simba. Umesikia? Simba mpaka hey, sasa hivi inashika rekodi klabu tatu ambazo zimeingia mara saba mfululizo group stage. Hey, klabu ngapi tatu, tatu, Afrika nzima ah, na mameledi na Simba timu ngapi ha? Tatu, narudia Simba anashika rekodi kuingia mara saba group stage. Tukiangalia katika geji geji vilabu bora vya Afrika, Simba naza najua ngapi si sindio? Tena timu inachagua kushindania tuzo Simba awa ametuomba sisi usiku usikugoja wametuomba usiku tuwasaidia kupita hawa ah, mbinu hasijui umana oye, mbinu hasijui umana vizuri, mbinu hasijui tuka hapa, sisi kontakti pita hapa, pita hapa, we, we, we Uchebe, narudia tena, nyinyi mmekuja kujifunza. Kapikeni ugari kwenuya. Sikiliza, ngoja Mandala, unasikia? Sisi tumeshafika group stage, umenielewa? Mimi sihitaji tena mbinu ya watu wa Simba, umenielewa? Simba sasa hivi yeye ndo anatakiwa aombe mbinu kwetu, aombe msaada kwetu, kwamba jamani, ngoja kama mnabisha, ngoja kama anabisha weya. Sikilizeni, tunasema hivi kama Simba anabisha kwamba hahitaji msaada kwetu, umenielewa? hahitaji msuri wa Yanga. Leo hii nawaambieni, ikifika saa kumi na mbili hapo waulize Simba, mko wapi? Kama watakuwa hawajaaga mashindano haya, nikutakia kila laheri, tukutane baadaye. Sitakuwepo, uliza baadaye. milioni mbili ya wataalamu ipo hiyo, milioni mbili ya wataalamu ipo ipo. Umesikia? awa wote hawa awa ha, sa hivi wapige kelele, hawajajua moto uliobuguli. Umesikia? Njo nikupelekeza, njo unajua jana eh. Watu hawajajua ule moshi eh. Ulikuwa na mambo mengi sanamenielewa <coughs> wanasema hivi moshi unama, moto una mambo mengi sana. Kwanza unaunguza takataka, umenielewa. Ngoja taratibu, so, unajua tunelekeza hey, jana hey. Sisi kabla tujaingia uwanjani umenielewajana kabla tujaingia uwanjani We unajua taratibu una tu, tukuelekeze sasa, mlichokifanya tulia, mlichokifanya jana, blaza Malawi hawana okay. mi nimeenda hadi Malawi, sijaona vitambaa vyeupe wala vyekundu vye, nikajiuliza sindano zimefungwa kwenye vitambaa vyekundu nane kaleta, we tulia, we ulifanya usafi jana wawaji mi ndo sinakupa Doni, luk, nakupa vitu sasa taratibu na... ee, jana, sisi kabla hatujaingia kwenye mechi tunakutana na vitambaa vimefungwa, vitambaa vyekundu vimewekwa, nini sindano, sijui mkaa, majivu, si nini, umenielewa? Tukajiuliza hivi vitambaa nani akakuwa amekuja navyo? Tukawapata maswali wachezaji wa Malawi kwamba waje hapa na vitambaa hivi, ni uongo, menielewa? Ukaguzi ni mkubwa, tukakumbuka kuna wa Malawi wa bongo wako hapa, sasa ndio wamevileta na akiamini Yanga anafanyaje, anatolewa sasa. Uzuri na sisi tukawapiga wapi? Tuliwambia msimu huu tunapiga, tunapiga moto tukauchoma, na leo tuliwaunguzanyie. Ndio maana nasema hivi bwana, nikushukuru sana Uchebe bwana, kila laheri.